Kabla, kabla sijaongea chochote, ningeomba tu tuongee ukweli au tufichane. Uniruhusu mwenyewe hapa, Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana. Wote ni mashahidi, hata tusipoongea nafsi zetu zitaongea, akili zetu zitaongea. Eh, tarehe 29 hapa tulikuwa na uchaguzi wa serikali kuu. Kuna mambo yalitokea, hata tusipoongea yalitokea, huo ndio ukweli. Rais bungeni amesimama, mekili, tunaomba dakika moja tuwakumbuke wenzetu, si ndio? Jamani e, tunaomba sana nyinyi mnaochaguliwa. Mheshimiwa hajakuchagua tu kwa sababu labda ulipata vyeti vizuri sana, lakini kwa sababu anaamini unaweza ukamshauri, unaweza ukamsaidia. Urais ni taasisi. Urais sio kitu kichwa cha mtu mmoja, kwamba chenyewe ndiyo kinajua kila kitu. Kwa hiyo mnapokuwa kama taasisi mnapoona panayumba cheni tu kupiga makofi, mshaurini rais, twende hapa. Dunia imebadilika jamani, ndio wote tunaipenda nchi hii. Wewe ukiwa kama waziri wa vijana, anzia hapo, lakini tukiishia kusingiziana, wewe alitoka huku, wewe alifanya hiki, hatutafika. ili tatizo ni dogo kama mheshimiwa rais ataamua litatue, kuanzia kwenye mzizi. Tatizo dogo sana hili. Wewe mwenyewe mheshimiwa hapo na uwaziri wako hujawahi kosea? Kwani ukisema hapa niliteleza kuna shida? Kwa hiyo kilio chetu pia, umesema vijana tuongee, kilicho kilio chetu pia, sisi ni vijana. Nikikuangalia hapa hata 45 hujagonga, kama umegonga, bahati bahati sana. Lakini tukiongea, hii ni nchi yetu, sisi hatuna kwa kwenda, hatuna nida mbili, mbili, mbili hapa, sisi tuna nida hii moja hii ni nchi yetu, lazima tuambiane ukweli. Tukiacha sisi vijana tukae kimya, wazee wajenge nchi yetu, kesho wataondoka, tutabaki mimi na wewe, alafu hii nchi tushaiharibu hovyo hovyo. Wewe kama kijana kabisa, una future kubwa, ndio unaanza uwaziri hapo, kesho na kesho kuu tunaweza ukawa waziri mkuu. Tunaomba mshaurini rais, acheni kupiga makofi kwenye vita ambavyo havina msingi. Leo tunaharibu kesho. Haya tunayoharibu mtoto wako ndo anakuja kuyapitia. Tutengeneze nchi, tunaitaka sana hii nchi, hatuna kwa kwenda, hatuna nchi nyingine. Wenzetu Marekani pale kidogo kwenye demokrasia wametangulia, wanakadi mmoja kwamba ukiona chizi anaongea msikilize, kwenye maneno mia hawezi kukosa hata moja la busara. Huo ndio ukweli, tusizuiane sana kuongea, tusizuiane sana kuongea leo kwenye nchi yetu, mtu akikwambia waziri, ee, umechelewa kwenye mkutano, ulitakiwepo saa nne, tatizo <laughs> we ulituambia mkutano saa nne, kwani umekuja saa sita? Si tumekaa hapa na najua na si tuna shughuli za kufanya, tatizo, tayari ugomvi sasa. Hatuwezi kufika hivyo, penye ukweli tuambiane, tuupokee, tuumeze. Ukweli ni mchungu siku zote. Sisi tuna matrafiki hapa, mzee wangu amekaa pale. Trafiki anapokuambia una leseni, tunaona ni ugovi, ukweli, <laughs> ukweli, tu si kweli, ndio sheria kwa wakati wa kuambiana ukweli, tusianze kuku huyu mbaya atumeze, hata kama ni mchungu ndio ukweli.